Kwa majina naitwa ingenieur M'munda Batu Kasukulu Dalton, akiongozi tarafani Fizi kwenye kushika na kilimo. Kama tuko leo hapa Kianda, lengo kubwa ilikia kufata kazi zenye kudeva anakuwa anaendesha tarafani Fizi, zaidi sana momungini ya some wala aire de sante ya nsome aire de sante ya Katenga ngambo ya Ubwari, aire de sante ya Sebele na aire de sante ya Malini, adevapo depuis mwaka jana, iko na sindikiza raia ya iyo ma aire de sante kumambo ya kupiganisha njaa, eto asema securite alimentaire. Tuliku ya kama vile kiongozi wa kilimo tarafani Fizi, uliza kwanza raia esque ilipokeaka ile vitu raia tangia jana ilihakikisha kama ilipokeaka vituodetak notama mambegu mavifaa ya kilimo na mafunzo. Etape ya pili yetu ilikuwa sasa ya kuangalia magumu wala makazi labda enye raia iliweza kuendesha. Jana tulivisite materein ma shamba kungambo ya, ya kote ya Sebele kule kuliona kazi yaiye wana memba wala walengwa wakodeva waliendesha na zaidi ya ile, wakatuonesha kwenye walilima kwanza mwaka jana ni Kianda asikie mama me walilima Kianda museizon a wakapata mazao museizon b. Sasa wakati walianzisha makazi wakapata shida na hiyo malalamiko avo ifikiaka ya kusema mai iliwezaka kuharibu mashamba na ikazamisha ile eneo yote kwenye walikuwa wanatarajia kulima, na shida ingine ilikuwa ni ya maviboko. Na ile ilituma nishuke, hata kama kwa leo hakuna mea iji nishuke pamoja na, na raia na viongozi twende tuone ile nafasi kwenye maviboko iliweza kuharibu ku, mimea na gisi maji inasumbua eneo halo. Sikupendelea nirudie bila kuacha na ongea na raia pia ya Kianda, hata kama labda hawakuweza kupata kitu kuko deva. Kwa gisi mi naona mwingine ya Kianda kwa sasa tenda kuongea na administrateur wa territoire. Sio kama munamujua Administrateur wa teritoire anetua Sami Kalonji Badibanga, nitamfikishia habari ya Kianda ya kusema kama Kianda kuko shida ya mafuriko ya maji, Kianda kuko shida ya barabara, Kianda kuko shida ya hizi nyama za maji kama vile kiboko labda na mamba, parseque administrateur mbo no kiongozi mkubwa wa teritoare ni yeye anawakilisha rais wa nchi ndani ya tarafa la Fizi, si mnajua. Ile ya mwisho ni kusema uu yaima viboko sizan <coughs> naona deja mamigulu yako hapa pembeni, huko kwetu mimi tunatembeakameme za za nchi. Solucion ya kwanza mifereji, kama nasikia mama, kama unaweza tia mfereji kubwa mwisho wa mwingini kule na ngambo ya chini na kule itasaidia kuproteje kiboko isipikake. Kwanza naitwa mm -hmm. mm -hmm. r pole mwandishi wa kijiji cha Kianda. Sisi waineji wa Kianda, tuna matatizo. Matatizo akwanza ni maji, maji natusumbua sana amumbela bomoka. catuli barabara, atuna toka apa kunda Sebele, atuna barabara. chatatu kiboko, ma viboko vinatusumbua sana, atulima kindia mperiode ya kulima, vo vinavuruga chakula, maanake tunangaika sana na uli maji wa sisi wenyeji wa Kianda, mwingine ilikuwa ya kabambi, lakini mwingine na navakia kidogo, kuko preske 5 kilometre inaenda tu hivo. Na maji Tunahangaika sana naomba kwa wakubwa wa mngini ngitusaidia ngitusaidia, ntuka population ya Kianda inahangaika sana.